Nani kama Dokta Samia na leo tumetelea watu haki. Ndugu zangu, natambua kwamba wanasingida walikuwa na kiu kubwa sana kuliona kombe lao, na bahati nzuri kombe hili sasa limeshaingia, na wote kwa pamoja tutaserebuka hapa kuhakikisha kwamba leo tuonyeshe furaha yao. Lakini kwa namna ya kipekee niwashukuru sana wanahabari wote wa Singida wamekuwa wakitutangaza vema kwenye sekta ya michezo na imefanywa Wanasingida wote waelewe timu yao inafanya nini. Kwa kweli, wanahabari, ongereni sana. Lakini kwa namna ya kipekee ni mshukuru sana mlezi wa timu kaka yetu Mwigu, mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa kweli, na yeye amekuwa chachu kubwa, amekuwa chachu kubwa sana amefanya kazi nyingi sana. Mnaposikia wadhamini, mnaposikia washikadau, ametusaidia kututangaza na kutuletea wadhamini wenye maana, wenye tija, na leo tunaenda vizuri, na ni hakikishie wana Singida, burudani inakuja. Uwanja wetu wa Airtel umeshakamilika, na ninayo imani kwa mashindano ya ndani tutaanzia Airtel, uwanja wa Airtel oye! Oh, Airtel safi kwa hiyo tutakuwa tunaenda kushuhudia uh, burudani ya mpira pale Mtipa, lakini hapa tuliko Bombadia niwahakikishie tunaenda kuwa na pichi bora kabisa Afrika ambayo haijawahi kutokea. Kwa hiyo vijana wetu hawa na wengine watakuwa wanapanga, leo tunacheza Bombadia, kesho tunaenda Mtipa, kesho kuto tunaenda Liti. Na hayo ndiyo maendeleo Singida oye! Mzee wangu mzee Pitile, hatutakuangusha Tutakuunga mkono, tutahakikisha mambo yanaenda vizuri. Mwenyekiti wetu kaka yangu, hatutakuangusha. Benchi la ufundi oye, benchi la ufundi safi, na wenyewe hatutawaangusha. Lakini viongozi wetu wa dini wametuombea hapa, kwa kweli, kila jambo lazima umtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waendelee kutuombea Singida, tuendelee kupindua meza kwenye duru ezi. Kwa kweli, niwaambie wale wenzako wa Dar es Salaam